Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Watu sita wamefariki baada ya helikopta ya matembezi ya kitalii kuanguka kwenye mto Hudson mjini New York karibu na eneo la Lower Manhattan alasiri ya Alhamisi, kwa mujibu wa maafisa Agustin Escobar afisa mtendaji mkuu wa miundombinu katika kampuni ya teknolojia ya Siemens, pamoja na watoto wake watatu na mkewe walitolewa kutoka kwenye helikopta hiyo kwenye maji baridi ya mto huo. Inaripotiwa kuwa helikopta hiyo ilianguka ikiwa imetumbukia kichwa chini kwenye mto kati ya Manhattan na New Jersey. Shahidi aliyejulikana kwa jina la Bruce Wall alisema aliona helikopta hiyo ikianguka huku sehemu ya pazi ikitoka alisema paa iliendelea kuzunguka hata baada ya kutengana na helikopta hiyo ilipokuwa ikianguka. Mamlaka ya usafiri wa anga ya shirikisho FAA ilitambua helikopta hiyo kwa aina ya Bell 206 yenye injini moja na nafasi ya watu saba. Video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha vipande vya helikopta vikidondoka majini na helikopta ikiwa imepinduka na kuzama huku boti za uokoaji zikizunguka eneo hilo. Bodi ya kitaifa ya usalama wa usafiri NTSB na FAA wanasema wanachunguza tukio hilo. Anga juu ya Manhattan mara nyingi huwa na ndege na helikopta zikiwepo za binafsi, za kibiashara na zile za kitalii. Manhattan ina viwanja kadhaa vya kurukia helikopta vinavyotumika kusafirisha wakurugenzi wa kampuni na watu wengine kwenda sehemu mbalimbali za jiji hilo na maeneo ya jirani. Hii ni ajali nyingine kubwa ya anga kutokea Marekani mwishoni mwa Januari, ndege ya American Airlines iligongana na helikopta wakati wa kushuka jijini Washington na kuua watu sitini na saba waliokuwa ndani. Ajali za hivi karibuni na visa vingine vya kukaribia kugongana vimewaacha Wamarekani wengi wakiwa na hofu juu ya usalama wa safari za anga na kuwafanya watoe wito na kuwepo kwa udhibiti mkali na hatua zaidi za kiusalama ili kupunguza na kuzuia ajali za vifo.